Ni wazi hawa wametufundisha imani, tukamjua Kristo, tukabatizwa na hivyo kufanywa wana wa Mungu. Ni huyo Kristo ametufanya tuwe sehemu ya mwili wake wa fumbo, ametufanya tufahamiane, ametufanya tuwe kitu kimoja. Ndio maana tunaweza tukamwabudu hapa pamoja licha ya kuwa watu wa makabila na lugha mbalimbali mimi nataka kuwaomba waimbaji, hebu mnisaidie, tumwimbie Mungu kumshukuru kwa lugha mojawapo ya hizo ambazo zimo katika maeneo yetu haya. Na mnajua wamisionari wa kutoka hapa wakavuka kwenda Rwanda huko na kuingineko, sasa tunajikuta tunaongea ongea lugha zinaingiliana ingiliana. Naomba msimame waimbaji hapo na mnisaidie. Tushimi limana ya tukizumwe, hata ba Yesu ni twali kumenyana <coughs>

Nialikumenyana. Asante sanasware wengine mnaokaa subi tu, kuna narugha nyingine zinaimba vizuri vitu vizuri, kwamba tumshukuru Mungu aliyetufanya kitu kimoja. Kama si Yesu tusingefahamiana. Leo tuko tukwa hapa tunafahamiana, tunaongea, tunaabudu pamoja kwa sababu ya huyu Kristo ambaye ame, ame, ame, ameletwa kwetu, amefundishwa kwetu.